<laughs> Wasimamizi wa vituo vya kupigia kura wasimamizi wa wasaidizi na makarani waongozaji walioitwa kwenye mafunzo jimbo la Rombo, walioitwa kwenye mafunzo jimbo la Rombo. Mafunzo haya yatafanyika kwenye ukumbi wa Gonshen, mkuu rombo kuanzia saa moja na nusu asubuhi kwa tarehe tajwa hapa chini, tarehe 25 Oktoba 2025 makarani waongozaji wapiga kura, tarehe 26 na 27 wa wa tare ni wasimamizi wa vituo na wasimamizi wa saidizi wa vituo. Watendaji wote wanatakiwa kuzingatia yafuatayo: muda wa kuanza mafunzo ni saa moja asubuhi. Fika ukiwa na kitambulisho chochote <coughs> au ukiwa na barua ya utambulisho kutoka serikali ya kijiji, pamoja na tangazo hili. Orodha ya majina haya yaliyochaguliwa kuhudhuria mafunzo imeambatanishwa kwa majina, ni kama jinsi yanavyoonekana katika jimbo la Rombo. Hakikisha umeweza kupata jina lako umeweza kuona jina lako kama umeitwa. Lakini cha muhimu na kuzingatia share video hii, like video hii na ushare kwa watu wengi zaidi, ili waweze kupata taarifa hizi mapema bila kukosa, ili wasije wakachelewa na kukosa nafasi zao ambazo wameweza kuitwa katika mafunzo haya ya kusimamia vituo vya kupigia kura. Na kwa wale ambao ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, channel hii inahusiana na, na masuala ya ajira elimu pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Hakikisha umesubscribe katika channel hii ili usipitwe na video yoyote, tunapotoa video zetu hakikisha unaweza kuzipata zote. Bonyeza alama ya kengele ili upate taarifa pale tunapoweka video mpya katika channel yetu, na pia unaweza ukajiunga na grupu letu la WhatsApp ili kuweza kupata PDF hii pamoja na updates zingine zote au kama kuna chochote ambacho unataka kuuliza, utaweza kuuliza katika group letu, pale linki ipo katika description ya video hii. Asanteni na karibuni. Hongereni sana kwa nyie ambao mmeweza kuitwa na kuchaguliwa kwenda katika mafunzo haya.